So all of them wa Tanzania inahitaji tuamke, alafu yale ambayo ni ya msingi turekebishe, na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Nilikuwa naelezea hilo la eh, watu kuogopa, watu kuteka, watu kupotea, so si jambo jema. Niwaambia na mwanzo, si jambo jema, na the government is concerned with that one. Sasa, nije na lile watu wangapi, na mmoja aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema mbona majengo mnataja, mbona vitu mnataja? Na hiyo ndio sababu ndugu zangu hatutaji watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu, tunaongelea watu wamepoteza wapendwa wao, haya si majengo ni nchi ya aina gani hiyo ya, ya kuserebreti mtu mtu maisha ya mtu guys? and these are the things ambazo tunaenda kwenye, kwenye, kwenye miko, ni vile halijakukuta wewe. These are the things ambazo tum, siku hizi watu wameshakuwa wepesi tu, mtu anameondokea na, na mpendwa wake, wewe una posti like uh, una posti kama picha ya engagement Mimi huu mshangao hata sijaanza leo, hata wakati wa COVID bungeni nilisema hivyo guys, why should, why are we celebrating? Why are we celebrating loss of lives? Kwa nini tunataka kusherehekea watu kupotea? I thought I thought I thought we admit, jambo limetokea, ambalo Watanzania wote tunajua jambo limetokea, limetokea jambo lililo cost lives. Ndio hivyo vurugu yoyote ikitokea, there is a loss of lives, tume tume nani wote, and then we are now busy we are now busy tunataka, and at the situation ambako kuna mtu amepoteza wa mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa Tuna, mnataka tuanze kuhesabu kama mafanikio guys? Mnataka tuhesabu kama magari? lives ya watu mnataka tuhesabu kama magari guys? Watu wamepoteza watu, watu, watu, watu wapendwa wao, mnataka tuhesabu kama magari? Na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa, anasema ni watu hawa, yuko hapa hata hapo, anasema tu ni watu hawa hapa ni idadi hii. Sehemu nyingine tunaona tunaona mili inawekwa, inawekwa pale nyuma yake, kuna magari plate number hata si za nchi hii, na, na sisi kwa sababu kitu kikishakuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania, sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it?